Bonanza hilo linaenda kushirikisha mikoa miwili ambayo inakuwa ni mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Tunawakaribisha pia halmashauri zingine kushiriki, ili tuweze kwa pamoja kushirikiana kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura yes. Na michezo ni afya, na kama mnavyoona ni maandalizi ya bonanza la ujirani mwema. Bonanza hili litawaleta watumishi mbalimbali pamoja kwa ajili ya kuimarisha afya zao lakini kushirikishana mambo tofauti tofauti. Bonanza hili litahusisha michezo mbalimbali, na hapa halmashauri ya mji Njombe tayari timu mbalimbali za mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe zimeanza maandalizi. Kwenu nyie majirani kutoka mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa, mjipange vizuri, maana mkija huku sisi tunawachapa. Kwa jina ninaitwa Clemens Manga, ni afisa michezo wa halmashauri ya mji Njombe. Haya ni maandalizi ya bonanza tarehe tarehe ishirini na tano siku ya Jumamosi, mwezi wa kumi na lengo la bonanza hilo ni kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura. Bonanza hilo limebeba kauli mbiu ya jitokeze kupiga kura, kura yako sauti yako. Kwa hiyo kama afisa michezo kutoka ofisi ya mkurugenzi halmashauri ya mji Njombe, Ee, ninawaalika wananchi wote wa mkoa wa Njombe na mikoa jirani kushiriki katika bonanza hilo. Bonanza hilo linaenda kushirikisha mikoa miwili ambayo inakuwa ni mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Kwa maana ya mkoa wa Njombe, halmashauri ambazo zinaweza zinaenda kushiriki mashinda bonanza hilo ni halmashauri mwenyeji ambayo ni halmashauri ya mji Njombe, lakini pia tuna halmashauri ya Makete, pia tuna halmashauri ya Makambako tuna halmashauri ya Njombe DC ambayo ndio Njombe wilaya lakini pia tuna, kwa mkoa wa Iringa tuna halmashauri ya wilaya Mfindi na tuna halmashauri ya wilaya ya Iringa Manispaa. Kwa hiyo bonanza hilo linakuwa litakuwa lina kipekee sana. Kwa michezo ambayo tunaenda kushiriki, ni mchezo wa mpira wa miguu, mpira wa netiboli mpira wa volleyball mpira wa volleyball huu ni kwa wavulana na wasichana, yaani me na ke, lakini pia tutakuwa na mchezo wa kuvuta kamba. Kwa hiyo hiyo ndio michezo ambayo tunaenda kushindana siku hiyo ya tarehe 25 siku ya Jumamosi, chini ya kauli mbiu kura yako sauti yako, jitokeze kupiga kura uchague viongozi ambao tunaenda nao kuanzia elfu mbili na ishirini na tano hadi elfu mbili na thelathini Okay, naitwa Eva Mhewa ni mwalimu shule ya msingi RJB, ambaye ni mchezaji wa volleyball na netball katika timu ya halmashauri ya, hal ya mji Njombe, kuelekea bonanza la tarehe 25 ambalo linahamasisha watu kujitokeza kupiga kula. Sisi kama halmashauri ya mji Njombe tumejiandaa vizuri katika michezo yetu ambayo tutashiriki katika volleyball na netball, kukabiliana na wapinzani wetu watakaoshiriki tamasha nimelipokea kwa uzuri kabisa, ambao nawakaribisha pia halmashauri zingine kushiriki ili tuweze kwa pamoja kushirikiana kuhamasisha wananchi kujitokeza kwa wingi kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa kumi.